Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima amelalamika na kukemea na kuchukua hatua za kisheria kufuatana na kitendo cha wasichana kadhaa walioshiriki kumdhalilisha msichana mwingine kwa maneno na vipigo na mambo mengine mabaya huku wakijirekodi video ambayo wasichana hao wote ni wanafunzi wa vyuo viwili tofauti nchini Tanzania, wengine wakidaiwa kuwa wanasoma darasa moja na huyo msichana aliyodhalilishwa na kumrekodi taarifa iliyotolewa na... Waziri Gwajima leo Aprili 20, 2025 inasema usiku wa kuamkia Jumapili ya Pasaka tarehe 2 20 Aprili mwaka 2024 nilipokea tags nyingi kupitia mitandao ya kijamii kama vile Instagram wakinitumia video kadhaa zilizoonyesha mabinti kadhaa wa, wakishirikiana kumdhalilisha binti mwingine kwa maneno na vipigo na mambo mengine mabaya. Kwenye mazungumzo yao kama yanavyosikika inaonekana ni ugomvi wa kugombania mwanaume anayeitwa kwa jina la Mwijaku. Binafsi nimesikitishwa sana kusikia mabinti wasomi ambao wangetakiwa kujikita kwenye elimu ya kuunganisha nguvu na kupambana kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto, badala yake wanatumia nguvu zao na elimu zao kukataliana na kudharirishana na kujidharirisha wao kwa wao. Nawasiliana na waziri mwenye dhamana ya elimu, sayansi na teknolojia, pamoja na waziri wa mambo ya ndani kwa hatua zaidi. Wito kwa wananchi kwa ujumla, ikiwemo wanafunzi wa ngazi mbalimbali, tuache kumaliza migogoro kupitia utaratibu wa kudhalilisha wengine. Aidha, wanawake wenzangu wote, hima tulinde heshima na haiba yetu eh, kwa kuungana na kutokomeza ukatili dhidi ya jinsia na kwa watoto huku sisi wenyewe tujijenge na hatua za ukatili na udhalilishaji mwingine. Hayo ni maneno ambayo Dr. Gwajima aliweza kuyatoa baada ya lile tukio la wadada kuweza kudhalilishana kupitia mitandao ya kijamii. Kwako we, kama mdau, uko na mitazamo gani? Make sure tukomba drop comment yako. Ini sasa online digital. Until next time, bye, bye. Yeah.